Kizaazaa kati ya polisi na waandamanaji kilishika kasi katika eneo la Pumwani Majengo hapa jijini Nairobi. Waandamanaji wakiwa na ghadhabu walivamia magari mawili ya polisi na kuyachoma yakawa majivu. Wanalalamikia kifo cha Ibrahim Chege Ramadhan, mwanafunzi wa kidato cha nne katika shule ya upili ya Kamukunji, aliyepigwa risasi hapo jana pamoja na mkuruba wake saa mbili usiku wakati wa operesheni ya polisi. Kijana. Watu walipokuwa wanaswali swala ya tarawee <coughs> tulisikia milio ya risasi, na kwa ile taharuki, kila mmoja akawa anakimbia. Kuna wale walikuwa ndani ya msikiti walitoka nje kuangalia ni nini. Mmoja wao alikuwa ni kijana wa miaka kumi na sita. Kijana huyu mamake anauzia chips hapa, alitoka kwa msikiti akija kumwangalia mamake. Kulingana na wakazi, wanasema walisikia milio ya risasi katika harakati ya kusali msikitini, na walipodadisi waliambiwa kuna polisi wanafanya msako wa vijana wanaovuta bangi. Ile vita imetokea huku juu ya bangi inaushwa huku, sasa kalao wakikuja kuchukua hongo, wakinyimwa hongo, ndio wanatoa hiyo vita. Sasa walipiga huyo kijana nini juu alimwambia aliachana na hiyo bangi. Shughuli za biashara zikiwa zimetatizika kabisa eneo hilo kutokana na hamaki ya vijana waliodai majibu halisi ya chanzo cha polisi kufyatua risasi kiolela na kupelekea kifo cha vijana hao. Wanachukua hongo lakini wanatupiga tia gas. Mimi saa hii nimeenda Gekomba, uwezi si ingia Gekomba saa hii. Kupitia hii uwezi huwezi hebu niambie, watoto watoto wangu watakula wapi? President, watoto wangu watakula wapi? wapi sasa hivi? kituo cha polisi tulienda jana, lakini leo ndio vijana juu walikuwa na gazma, wamekasirika, wakutaka kuona kitu yote ambaye ni JK am. am. am. am. am. am. am. am. Hata hivyo, majonzi na simanzi zilitawala katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Huku familia Ibrahim Chege ikisimulia masikitiko yao na polisi kwa mauaji ya mwanao. ikawa na shuti akashutiwa, kwanza wa pili wa tatu wanne, ni Ibrahim akashutiwa kichwa, alikuwa na shuti mwingine huyo, akamwona akalala, ikakuja imempata ndio. Muksara akasema Ibrahim ulikuwa nyuma yangu. Familia na wanaharakati wamekashifu unyanyasaji wa kila mara wa vijana na polisi msimu wa Ramadhani. we get complaints of police harassing worshippers who go for night prayers. This is yet another similar incident that has now occurred. It is reported that this young, uh, man was shot dead by a police officer who even jumped over a wall to come to the roadside and started shooting aimlessly. masansio achekumadavijanajo kama uko mtayangu sahii Nasikia kesi zingine bado tuko mochari, tunataka kuclaim bodi yetu. Unapata ati bado kuna bodi zingine zinadeta huko accident and emergency. Waki waki try kusema that ati ya vijana walikuwa wana wanafanya riot. Innocent Ogaro, Runinga K24, Kaunti ya Nairobi.